Kija kwenye issue za endorsement. Endorsement ni mchakato wa uchaguzi. Endorsement ni mchakato wa uchaguzi. Hii wazungu wanasema kuna pre na post, ndio au? Before after before, after before, before during and after. Kwa hapa, endorsement ipo kwenye during, si tunaelewana? Endorsement ipo kwenye during election phase, kwamba unaponipa hii form inabidi nikatafute endorsement Sio mimi nije kuchukua fomu kwako kabla hujatangaza uchaguzi. Hii inamaanisha kwamba kuna watu au baadhi ya wagombea walipewa hii fomu kabla au walipewa endorsement kabla. Sasa sijajua, lakini tutaeleza nini motive ya watu kupewa endorsement mapema na nini motive ya mtu kuja kutangazia umma tuchukue fomu ili hali anajua kwamba hizo endorsement zimeshachukuliwa na hapa inaonekana kwamba kuna ulaghai kama nilivyosema, na naweza nikasema ni wizi, kwa sababu huwezi ukatwambia tuje tuweke hela wakati unajua automatically sisi hatuwezi ku proceed popote. Kwa hapa kuna namna ya kujua, lakini pia kwa taarifa zilizopo, hizo taarifa naweza zikathibitishwa na vyombo ambavyo vinaweza vikafanya kujua hiyo taarifa, hizi endorsement zilitolewa kabla ya hata ifo sasa kama nilivyosema, uchaguzi ni mchakato. Sasa kama kuna endorsement zimetolewa huko, nini maana sasa ya kutangaza uchaguzi? kwa automatically uchaguzi takuwa, ungesema kwamba uchaguzi wa kwenda mtu mmoja tumalize, lakini kila mtu anajua ana dini yake hapa, ambayo hana dini naweza kawa na, anaabudu sehemu, si ndio? tunajua Mwenyezi Mungu ana siri kubwa sana kwenye uhai wetu, si ndio? What if mtu ambaye amepewa endorsement Mwenyezi Mungu akamchukua kwa mapenzi yake, kwa maana uchaguzi hautokwepo si ndiyo? si ndiyo? Waze yaani automatically uchaguzi hautokwepo. Sasa sijui kanuni nayo itasemaje kama mtu amepewa endorsement zote au zaidi, ambayo mtu mwingine hawezi kupata hizo tano, akachukuliwa aidha Mungu kwa mapenzi yake, uchaguzi utafanyikaje?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 atuambie kwamba what is the motive ya kutangaza. Je, alikuwa yeah, anajua kwamba endorsement zimeisha? Na kwa nini ametoka public atangaze kwamba tukachukue fomu, ile hali anajua kwamba sisi tunaenda kuchukua fomu tuna